Mradi huu ulipaswa kukamilika mwezi uliokwisha, mwezi wa kumi na moja, lakini zipo changamoto ambazo tumeelezwa zimepelekea mradi huu kuchelewa kukamilika kwa wakati. Changamoto kubwa kuliko zote zilikuwa mbili. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuondoa mi, mi, miundo mbinu hii ya watu wenzetu wa TANESCO ilikwisha kufanyika na imekamilika, lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kuondoa kuiweka sehemu sahihi baadhi ya miundombinu ya maji ambayo iko chini ya ardhi hapa tuliposimama. Hii imekuwa kazi ngumu na ndiyo imekuwa kikwazo kwenye kukamilika kwa wakati mradi wetu huu. Nataka niwapongeze serikali kwa sababu imeendelea kumbana mkandarasi pamoja na changamoto ya ucheleweshaji wa utoaji wa miundombinu hii ya maji lakini hapa tulipo si pabaya. Ombi langu kwa mkandarasi na injinia msimamizi wa mradi huu, wananchi hao wameteseka sana. Nitumie fursa hii kukuomba sana mkandarasi na msimamizi wetu ambaye unatoka Tanlord, maelekezo niliyopewa, maelezo ambayo yako ndani ya, ya maandishi ni kwamba mmetoa muda wa nyongeza kwa mkandarasi anayejenga daraja hili mpaka tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kwanza. Nataka niwaahidi ndugu wananchi hapa, hiyo tarehe ishirini na nane iliyosemwa mwezi wa kwanza, wanakabidhi kamati za bunge zinaanza, na bunge rasmi tunaanza tarehe ishirini na saba mimi nitakuja, nitakaa hapa kuanzia tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane, siku ambayo wanatukabidhi mradi huu. Lakini sambamba na hilo niombe sana, nimekwisha kuzungumza na injinia kabla ya tarehe ishirini na nane tumekubaliana walau kuanzia tarehe kumi mpaka kumi na tano ya mwezi wa kwanza kabla ya makabidhiano rasmi ya mradi tarehe ishirini na nane tarehe kumi kati ya tarehe kumi mpaka kumi na tano ya mwezi wa kwanza, barabara hii iwe imekamilika na imefunguka inatumika, barabara hii iwe imefunguliwa, wananchi wanapita na magari yanapita hapa juu. Hizo wiki mbili zitakazokuwa zimebaki zitumike kwa ajili ya utengenezaji na umaliziaji wa mitaro peke yake. Kwa hiyo kabla ya tarehe ishirini na nane, kati ya tarehe kumi mpaka kumi na tano, tunatamani na haya ni maelekezo yetu, sisi ndio tumepewa ridha hii na wananchi. Tarehe kumi mpaka kumi na tano barabara ianze kufanya nini? Ninaitwa Baro Marois. Eh, mimi e, kwa mfano maoni yangu binafsi kwamba ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa mfano, kama kwenye kipindi cha masika, kwa tunahangaika sana kwa hiyo, sisi kama wananchi wa Mkuyuni huu mradi tunafikana nao, kwa sababu ukikamilika tutakuwa tena hatuna usumbufu tena labda wa usafiri. Kwa hiyo tunampongeza mheshimiwa Rais kwa kutuona. Kwa hiyo kama inaweza ikaongezeka sawa, lakini mimi kwa moyo wangu, kwa sababu ni mkazi wa hapa jirani, mimi naona kama spidi kidogo wanajitahidi kupambana kulingana na changamoto na muda walioanza. Kama mimi huwa ninakaa pale kutimba, huwa ni mvuvi pale, nanii mswahili pale, kila siku wanapita hapa, naona kama wanajitahidi. Tulikuwa tukiasika, kwa mfano kutoka maeneo haya kufika hata mjini unaweza kutumia hata masaa matatu, ambayo labda na wewe ya kishughuli unaasirika makubwa, lakini huyo mradi ukikamilika tutakuwa tuna, tuna ufadhili mkubwa sana kwa maeneo haya wananchi.